Assalamu As alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma swalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani, ndugu zangu, bi idhnillahi tabaraka wataala, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wataala na kuzihitaji rehma na amani zake subhanahu wasubhanahu, ikhwani, ama leo mada yangu leo hii Inasema dua ya kuomba baada ya kuwa umeoa, dua ya kuomba baada ya kuwa umenunua nguo mpya, dua ya kuomba baada ya kuwa umenunua kipandwa kama gari, bodaboda, dua ya kuomba baada ya kuwa umepata nyumba mpya na kadhalika. Yani chochote kile ambacho ulichokipata kiko nje ya maisha yako, kwa hiyo hicho kimeingia kwako, hicho ni kipya kwako, basi hiyo ni dua maalum kabisa, yatakiwa umwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa subhana. Wengi tunafikia zile neema tunakuwa tumezipata, lakini zinatuharibikia baada ya kuwa hatukutanguliza dua wakati zilipoingia zile neema zenyewe. Sasa angalia, katika sunan Abi Daud, walinisai Nasai eh, wa Ibni Maja an Abdallah Ibn Umar radiallahu taala anhuma, hadithi kutoka kwa Abdallah Ibn Umar radiallahu anhuma. Katika sunan ibn Maja, sunan Nasa'i, sunan ibn Maja, ibn Abi Daud, hadithi hii utaipata kwa uweza wake Subhanahu wa Ta'ala. Asema ibn Umar radhiallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amesema kwamba idha tazawaja ahadukum imraata au ishtara jaria au ghulama au daba, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, atakayepata kuoa miongoni mwenu kumuoa mwanamke au akanunua mtumwa au mfanyakazi wa ndani au akanunua mnyama na kadhalika, yani kile kitu ambacho kuwa nacho sasa kimeingia ndani ya, ya milki yako ah, basi bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha, anasema falyaqul, basi mtu huyo aseme binasiyatiha, hali ya kuwa akiwa amemshika katika nasia yake. Eh, hapa katika utosi hapa. Ikiwa kama ni mwanamke umemwoa, basi ushike katika utosi wake ikiwa kama ni mnyama umemnunua, basi umshike katika utosi wake. Ikiwa kama ni mfanyakazi ndo kwanza nakuja nyumbani kwako kuja kufanya kazi, basi na wewe mshike utosi wake. Ni wengi sana mnapenda sana kuajiri watu majumbani mwenu, lakini anapoingia yule mfanyakazi, huwezi ukajua amekuja na balaa gani. Afadhali aje na heri, kwa sababu mtaipata wote, lakini kama atakuwa amekuja na balaa lolote lile, basi jue, na nyinyi pia linaweza kuwafikeni. Kwa hiyo huyo mfanyakazi natakiwa mshike utosi, au umenunua gari, basi ile gari ikamate walau pale sehemu ya injini yake. Bodaboda boda, shika pale, sema eh? na kadhalika. Maneno yenyewe bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mtu aseme kwa kushika pale, sema Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma jubila alayhi alayhi wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma jubila alayhi, yani hayo ndiyo maneno ambayo

Uh, uh, kama ng'ombe nyumbu wale wakubwa kabisa basi umshike katika sanamu yake lile nundu lake lile umshike pale, na useme dua hiyo: Allahumma inni asaluka khayrahu wa khayra ma jubila alayhi wa e, a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma jubila alayhi. Hii ni dua kubwa sana sana sana ndugu zanguni. Tunafikia katika mitihani mizito katika mara, eh, katika mali zetu kwa sababu hatumtangulizi Mwenyezi Mungu. Tunafikia mitihani mizito katika vile ambavyo tunavyovimiliki kwa sababu hatuvikabidhi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali unachukulia kwa sababu mimi tayari nimeshakinunua mimi au nimekipata mimi na kipo katika miliki yangu basi hakiwezi kunitoka wala mtu mwingine yoyote kuja kuchukua. Kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu ndiye muweza wa kila kitu. Kumbuka Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anemiliki kila kitu, aliyekupa na ndiye anaweza kukunyang'anya. Kwayo, kipia, Mungu. Kwa hiyo unapokipata kitu kipya, mkabidhi Mwenyezi Mungu kwa kusema Allahumma ini as'aluka khairahu wa khaira ma jubila alayhi wa waaudhu bika min sharrihi wa sharri ma jubila alayhi ikhwani, ndugu zangu mimi hapo ujumbe wangu umefika. Kwa mada yangu hii, kwa kila kitu kipya utakachokipata kimeingia katika mwili wako, kimeingia katika maisha yako, kimeingia katika miliki yako, kiombee dua. Kuna watu wana hasadi. Leo hii una, unaoa mke anahasidika mpaka mwanzo mwisho. Leo hii una, um, umepata sijui chombo chako kinahasidika mwanzo mwisho. Watu wana hasadi zao, shehe Wapo watu walikuwa na magari lakini leo hii yamefia uwani kwao, kwenye ua za nyumba zao, yamekufa tu, na pengine kitu kidogo tu ndio hicho kilichoharibika, lakini mwanzo hicho kitu kidogo ndio ikawa sababu ya magari yote kuanza kufa. Yamepaki tu wapo uwani mpaka inaliwa na kutu. Hasadi za watu, vijicho vya watu ni hatari. Umepata shamba lako, liombee dua. Umepata nyumba yako iombee dua. Leo hii watu hawalali hata kwenye nyumba nyumba nyumba, wengine wamediriki hata kuzikimbia hizo nyumba zao, anaenda kupanga wakati ana nyumba zake. Wengine wamediriki hata kuyakimbia mashamba yao, yamebaki ni mapori tu, mpaka watu wengine wanaingia sasa, wanajimegea vipande vipande tu vya mashamba hmm. Wapo watu na majumba ma, ma, ma, ma, mali zao kadha wakadha, lakini imekuwa ni mtihani. Ziombee dua zako eh, mali zako, ili uweze kukaa na mali zako hizo kwa kheri na salama, kwa dua hiyo aliyofundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, nikwambie kabla sijaondoka. Hapo chini ya video yako kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe, yabonyeze hayo maandishi mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, nayo ibonyeze hiyo. Itakufanya mimi na wewe tuendelee kuwa wanafamilia wa channel yetu hii pendwa, biidhnillah tabaraka wa taala. Inshallah, niseme wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa, wa barakatuh.